Ikitokea ulikuwa unatumia uzazi wa mpango wa kitanzi kile cha kuweka kwenye mji wa uzazi na ukajikuta umepata mimba na kitanzi kikiwemo ndani, je, ufanyaje? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, subscribe hapo chini ndio kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Kuna moja ya mfuataji wangu ye anaitwa Adelina Geladi ananiuliza swali anasema, dokta, sasa mimi niliweka kitanzi cha kunizuia kubeba mimba miaka kumi, kwa sasa nina miaka miwili sasa. Sasa hivi nina mimba ya mwezi mmoja na kitanzi ninacho. Jamani, je mimba haitozulika? Mimi naogopa. Inawezekana na wewe ulikutana na changamoto kama hii, na huwa inatokea, na moja ya uzazi wa mpango ambao huwa wanapendelea washauri wa, wa kina mama ambao wanahitaji kukaa muda mrefu bila kubeba mimba ni kitanzi kisicho na homoni au tunaita copper T IUD ambacho unawekewa kwenye mji wa uzazi kwa kupitia ukeni. Okay, huwa kinasaidia mama usiweze kupata mimba kwa njia mbalimbali kulingana na ufanyaji kazi wake na hakito achia homoni zozote ambazo zitabadilisha mfumo wako wa homoni na kuleta madhara. Inaweza kuwa na mausumbufu madogo madogo, lakini hakitoleta madhara kwa sababu hakina homoni. Sasa kuna baadhi ya kina mama, inategemea na yule mwekaji alichoweka hiyo kitanzi, wakati mwingine unakuta mama anaweza akapata mimba kwenye kile kipindi cha miaka kumi alipokuwa anatumia. Sasa eh, tafiti zinaonyesha kwamba ukiwachukua kina mama mia moja kwa muda wake ule wa miaka kumi unaweza kukuta chini ya kina mama wawili ndio unaweza kapata mimba, na mara nyingi inategemeana na uwekaji au kama kuna changamoto kimekaa vibaya, lakini vile vile na sababu nyingine. Sasa kama nilivyosema, wakina mama chini ya wawili wanaweza kupata mimba kwa kipindi cha miaka kumi kama wakiwa mia moja, au ukiachukua kina mama mia moja ambao wamekuwa wakitumia kitanzi hichi ambacho labda hakina homoni au inawezekana ni kile kitanzi kingine ambacho kinakuwa na homoni, ambayo ni aina nyingine mimi nafikiri usiwe na wasiwasi japokuwa, inawezekana ni mimba ambayo labda hukuiplani au hukupanga kuwa nayo. Sasa wakati mwingine unaweza kukuta umebeba hiyo mimba mpaka imefikisha miezi tisa, kwa ukajifungua, na hichi kitanzi kikatoka baada ya mtoto kuweza kuzaliwa, zinapotoka zile kuta za mji wa uzazi ambazo zilikuwa zinamzunguka mtoto, au zile kuta ambazo zilikuwa zinamzunguka mtoto zile chupa lakini vilevile na kondo la nyuma ndo kitakuja kuonekana, kwa sababu mtoto akishajitengeneza huwa anakuwa na kuta zake na, na analindwa vizuri. Lakini ukiona tu kwamba umepata mimba kama huyu mwenzetu ambaye amepata mimba, mimi ambacho naweza kushauri ni kwamba ni vema uweze kwenda hospitali mapema, ili waweze kuangalia, je, zile nyuzi bado zinaonekana pale kwenye nje ya mlango wa mji wa uzazi? Kama zinaonekana, unaweza ukakitoa ili kuacha mimba iendelee kukua. Kwa nini nakitoka? Kwa sababu kitanzi kama zile nyuzi zimetoka mpaka hapa nje wakati mwingine kinaweza kuongeza hatari ya mimba hiyo, kama ulikuwa unaihitaji, hata kama hukuipangilia ikaweza kuharibika, ambayo tunaita abortion, kama mimba ikiwa chini ya wiki 28, lakini vile lakini vilevile mama anaweza kapata uchungu wa mapema. Yani, kabla ya wiki 37, mama akajikuta amejifungua. Lakini vewe, kama atajifungua, atajifungua mtoto ambaye yuko chini ya uzito. Na wakati mwingine kinaweza kaongeza maambukizi ya vijidudu kwenye mji wa uzazi na mwisho si kuweza kuleta madhara kwa mtoto au hata kwako wewe. Lakini ikitokea wamekagua wakaona zile nyuzi hazijaonekana pale nje, basi unaweza kukiacha ukaendelea na utaratibu wa kliniki, watakufanyia ultrasound na utaendelea kufanya ule utaratibu wa kliniki kama kawaida, na mwisho wa siku utajifungua na kitatoka mara baada ya mtoto kuweza kutoka pale ambapo zile kuta ambazo zilikuwa zinamzunguka mtoto, lakini vile vile na kondo la nyuma linapokuwa linatoka, maana yake kwenye ile hatua ya tatu eh, ambayo ya uchungu sasa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, japo huyu mwenzetu anakuwa naogopa, mimi nafikiri usiogope sana bwana Adelina. Kikubwa tu cha kuzingatia ni kwamba hakikisha kama mimba hiyo unahitaji, ni vema kuanza kliniki mapema na uende hospitali ukafanyiwa uchunguzi, waweze kukiangalia hicho kitanzi, kama wanaweza kukitoa, na mwisho wa siku ujauzito wako kaendelea kama kama kawaida. Lakini kama umekuwa na swali zaidi, unaweza kuniuliza hapo chini. Hii njia ni nzuri sana kuweza kuitumia, na wakati mwingine mimba inaweza ikatunga nje ya mji wa ya uzazi, japo ni mara chache sana, inaweza katunga kwenye mji wa uzazi au inaweza katunga nje ya mji wa uzazi. Kwa hiyo jambo lingine ambalo namshauri bwana Adelina, au hata kama wewe umepata mimba na kitanzi kilikuwa ndani ya mji wa uzazi, ni vema kuweza kufanya ultrasound kwa ajili ya kuangalia hiyo mimba, je, iko kwenye mji wa uzazi au iko nje ya mji wa uzazi? Endapo ikiwa nje ya mji wa uzazi inakuwa ni hatari sana, na kama ukufanya ultrasound au kuifuatilia mapema inaweza ikapasuka, endapo inaendelea kukua. Inategemeana na sehemu ilipo kwenye huo mji wa uzazi au kama iko nje ya mji wa uzazi. Kwa hiyo, inategemeana na ile mimba imetunga wapi, kwa sababu unajua kwamba mimba ambazo zinatunga nje ya mji wa uzazi au tunaita ectopic pregnancy, mara nyingi zenye huwa zinatunga kwenye ule mrija wa uzazi. Sasa zikitunga kule, mara nyingi haiwezi kwenda muda mrefu sana, inaweza kapasuka Ikipasuka unatoka damu nyingi sana, na mwisho wa siku itapelekea mrija uweze kukatwa, lakini vile vile umefanyia upasuaji, kitu ambacho wakati mwingine kinaweza kuhatarisha maisha yako kama ukichelewa kwenda hospitali. Kwa hiyo ukiona tu ulikuwa na kitanzi, umeona dalili za ujauzito, ukapima, ukaonekana una ujauzito. Na tayari labda mimba ina mwezi mmoja, ina miezi miwili, naenda hospitali, fanya ultrasound, chunguzwa kile kitanzi, kama zile nyuzi bado ziko, ili ziweze kutolewa, kwa maana kwamba kitolewe kile kitanzi, lakini vile vile uangalie hiyo mimba inaendeleaje. Lakini vile vile mimi kibinafsi siishauri mimba kuweza kutolewa au kufanya abortion. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, kama utahitaji kuendelea na mimba, basi ni vyema kuweza kuendelea na utaratibu wa kliniki na kufanyiwa uchunguzi zaidi na kama ulikuwa unajiuliza maswali, njia zipi za uzazi wa mpango ambazo zinaweza kuzuia mimba kwa dharura, njia ipi ambayo ni bora zaidi? Kuna P2, kuna kitanzi ambacho hichi cha kopa ambacho unaweza kutumia mpaka siku tano. Na kama ulikuwa unahitaji kujifunza zaidi, unaweza click subscription hiyo hapo kusikiliza video kuhusiana na uzazi wa mpango wa dharura ulio bora. Ukiwa na swali niuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.